Niwaombe niwaombe kutoa msitizo wa jambo moja kwanza. Ninafahamu mradi huu ambao kama nilivyosema, lengo lake ni kuhakikisha ni kufikizia kuzifikia kaya elfu sita mia tisa na kumi. Niwaombe wana Kisarawe, twende tukachangamkie fursa ya kuunganisha umeme katika majumba yetu. Itakuwa hatujatenda haki nishati ya umeme inapofika, alafu mradi ukaisha muda wake, watu wakashindwa kuvuta umeme. Kwa hiyo hili ni ombi langu kubwa kwa ndugu zangu kuhakikisha kwamba tunatumia hii fursa vizuri. Suala zima lazima la upatikanaji kuunganisha umeme na hasa kufanya ile wiring hata ya kawaida. Lengo ni kuhakikisha kwamba unapofika eneo hilo uweze kufuta umeme katika nyumba yako. Kama nilivyosema, sasa tunashukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia wizara nishati ni na taasisi yake ya REA wamewezesha kuhakikisha tunagusa vitongoji 64 vya kwanza. Kwa hiyo sasa kazi yetu kubwa ni kwamba tutahangaika muda wote. Itapofika elfu mbili na Lengo letu kubwa tuone kwamba wilaya ya Kisarawe hakuna hata kitongoji hata kimoja ambacho kitakuwa hakina nishati ya umeme, na kama nilivyosema faida zake zile ni kwamba swala zima la kiuchumi, swala biashara, swala la kijamii, yote haya na faida kubwa sana katika mustakabali wa maendeleo ya jimbo letu.